Suali: si so, mal ayamu llati yahrumu fiha saumu, mal ayamu ni siku zipi, allati ambazo, yahrumu fiha ni haramu ndani ya siku hizo, asaumu kufunga ni siku gani ambazo wewe kama Muislamu huruhusiwi kufunga? Lazima hey, ujue kwamba siku hii mimi siruhusiwi kufunga, hata kama una hamu ya kufunga, hata kama ulitia nadhiri, unataka kufunga, lakini ikifika siku hiyo huwezi kufunga. Jawabu anasema hiya yauma ala idaini, yauma ala idaini ni siku mbili zaidi, hii ni fitri wa idul adha. Haramu kufunga siku hiyo, hata kama ulikuwa na hamu na saumu na nadhiri, ulikuwa kama mke wangu mie akijifungua mtoto wa kiume nitafunga siku hiyo hiyo, akijifungua siku hiyo hii, huwezi kufunga, si tumeelewa? Kwa hiyo hii ya umma al-aidain ni siku za idi mbili, zile siku zenyewe za idi ni haramu kufunga sawa. So, Shekhe anasema wa ayamu tashriq, na siku za kuanika nyama, na siku za kuanika nyama katika idi iliyopita mwezi mbili idi pili idi tatu na idi ya nne sawa, hizi zinaitwa ayamu tashrik. Siku za kuanika nyama, masahaba walikuwa wanaanika nyama kwa sababu kulikuwa hakuna teknolojia ya friji. Kwa hiyo kama ukuzianika nyama kwenye jua zitaoza, kwa hiyo zile nyama zilikuwa zinaanikwa katika hizo siku tatu sawa, eh. Alafu kuna wengine wanasema arafa kivingine na sisi vingine, haiwezekani. Kwa nini hili inakuwa siku tatu, hili inakuwa siku tatu? Kwa sababu wale kule wanafanya nini, wanaanika nyama, na sisi huku tutaendelea na takibira siku tatu, kwa sababu zote zinaitwa ni siku zaidi. Sisi tunaelewana, yani kuendelea zile siku tatu sio kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya wale kule wanaoanika nyama kwa hiyo Mtume akasema ayyamu tashrik au ayyamu Mina, ayyamu akli wa shurbi wa dhikiri lah, masiku ya Mina au ayyamu tashrik. Maana kule Mina ndo kunakochinjwa, masiku yale wa mahujaji wanaanika nyama. Anasema iduna ahlul Islam, ni siku ya sikukuu na siku ya kula na kunywa eh. Wale watu waushu, wa Arusha wana siku yao ya nyama choma. Sasa na hapa Dar Dar es Salaam ishafunguliwa nyama choma kabisa, nyama choma asa, masahaba wamekaa pale, wanaochoma nyama wengine, wanaochemsha wengine, zilizoanikwa zingine, kwa sababu watu wametoka mbali na ile nyama watabeba kurudi, kwa sababu kurudi kunaweza kamchukua mtu mwezi mpaka anafika nyumbani. Sasa atakula nini hapa njiani? lazima abebe nyama sasa. Mtu anaweza kusema sasa, sisi jua le, letu ndio aliwezi kukausha nyama, lakini jua la Arabuni kali sana, watu wanakufa. Si mwaka jana umekufa watu elfu kwa leo tu. Eh, nyama inakauka she, jua kali mno, jua kama moto e. Jua kama kama moto sasa sisi tunapata idi siku tatu, kwa sababu wale kule wanafanya nini? Wanaanika nyama. Kwa hiyo shekhe anasema wa ayyamu tashriq, na siku tatu zile za kuanika nyama. Sawa, shekhe anasema wa yaumu shaka, na siku ya shaka, siku ya shaka, siku ya shaka ni ile tunasema kesho ni Ramadhani au sio Ramadhani? Hii inaitwa yaumu shaa, sawa. Mwezi ishirini na tisa sawa, kuamkia thelathini kwa sababu mwezi ima uishe na ishirini na tisa au uishe na nini na thelathini Sasa ishirini na tisa mwezi siku inayofuata huwezi kufunga kwa sababu ni yaumu shak, hatujui itakuwa ni Ramadhani mosi au itakuwa ni Shabani thelathini. Sawa, illa rajulun kana yasumu sawman, isipokuwa kama mtu alikuwa na ada ya kufunga, huyu aendelee kufunga. Sawa, so, mtu alikuwa na ada ya kufunga aendelee kufunga. Yaani, mtu alijiwekea ada yake kwamba siku fulani na fulani mi nafunga, ikaangukia hiyo siku ni yaomoshaa tume, hajamkataza huyo mtu kufunga. Lakini mwingine ambaye hana kawaida ya kufunga akasema tu, mimi nataka nifunge ili tu kama Ramadhani kesho mimi nitakuwa nimefunga kama sio Ramadhani nitakuwa nime yaumu shaka. Hairuhusiwi, hairuhusiwi kufunga, sawa. Shekhe anasema illa idha wafaka adatan lahu, isipokuwa hiyo yaumu shaka ikiwa imefikiana na ada yake ya kufunga, huyo mtu ana ada ya kufunga, au wasalahu bima qablahu au ameiunganisha na siku nyingine kabla ya siku ya yaumu shaka, yeye ataruhusiwa kufanya nini? Ataruhusiwa kufunga, sawa so, al alayamu almutafaku alaihi bitaharimihi, masiku ambayo wameafikiana wanazuoni wote kwamba wa hairuhusiwi kufunga ni siku mbili siku e, mbili zaidi yaidi mfitiri na yaidi e al-Adha. Hizi hakuna khilafu, hakuna tofauti kati ya mazuri. Ayamu tashiriki hizi na zina khilafu, ayamu tashiriki zina khilasi wapo wanaona kwamba haifai kufunga kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila yule aliyefanya makosa kule haji anafunga hizi siku tatu, sawa. Sasa wanaona kwamba inawezekana kufunga, kwamba ingekuwa ni haramu moja kwa moja Mwenyezi Mungu asingeruhusu watu wafunge hizi siku tatu kule alafu watafunga siku saba wakirudi huko kwao, tilka asharatu kamila, kwa hiyo zinakuwa siku kumi zilizo kamili. Kwa hiyo hizi siku tatu hizi, ayamu tashriki, mahalu mahalu khilafi baina ahli, wanazuoni wamehtilafiana, wapo wanaona kwamba mtu anaweza kufunga na wapo wanaona mtu hawezi kufunga, lakini kula ni mimbabi aula kwa sababu Mtume amesema ayyamu mina ayyamu akli wa shurubi wa dhikirillah. Katika hadithi nyingine aiduna ahlul Islam, bado ni inaendelea kwa sisi Waislamu. Kwa hiyo kwa, kwa maneno ya Mtume itakuwa kufunga ni bora kuliko eh, kusukula ni bora kuliko eh, kuliko kufunga. piga vitu piga eh, piga tu kwa hiyo tumemaliza hizi mubtilatu as-saum zinazoharibu saum na siku ambazo zinaharamishwa kufunga. Tumesema walizowafikiana ni siku mbili hizi, siku mbili wamewafikiana wanazuoni kwamba hizi ni haramu kufunga, idul fitiri na idul adha.